Haleluya Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha saa ya faraja katika Kristo popote ulipo unapotupatilia. Na kabla ya mambo yote tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uzima wake juu ya maisha yetu. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya siku ya leo iliyo njema. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya mtakatifu wetu popote alipo mbinguni. Tunakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo zimekuwa zikitufuata kwenye maisha yetu kila siku. Tunaomba ubariki ujumbe wa neno lako ambao tunaenda kuachilia sasa. Uvuvie nguvu za Roho yako Mtakatifu ili kila atakayeuona na kusikia akapate kugeuzwa nia yake ya ndani ya kumtumikia Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunaomba uguse na kufunika ujumbe huu kwa nguvu zako tu. Amen. Tunatoa sehemu ya tano ya siri ya maombi ya mfungo, na leo tunaelezea mfungo wa masaa kumi na mbili. Mfungo huu unaweza ukala usiku hadi usiku mwingine, au unaweza uka, u, u, u, ni masaa kumi na mbili, unaweza uka, u, u, usile kitu chochote tangu asubuhi ukaja ukafungua tu jioni mfungo huu unaweza ukafungishwa kwa siri bila wewe kujua na Roho Mtakatifu, Warumi nane ishirini na nne. Roho Mtakatifu anaweza akaona tukio lililoko mbele yako, basi akaamua atumie njia hii ya kufunga na kuomba, akakufungisha kwa nguvu, ukakuta umeshakaa mwenyewe kuanzia asubuhi mpaka jioni hujala kitu chochote. Halafu unashangaa una, una unaenda kula chakula saa moja pamoja na kwamba haujaomba, lakini kumbe tayari Roho Mtakatifu amekufungisha kwa sababu ya kuna kitu ambacho kiko mbele yako. Na kwa nini tunafundisha watu kuhusu huu mfungo wa masaa kumi na mbili? Kwa sababu ni mfungo wa dharura. Kuna mambo yanatokea kwenye familia ya dharura ambayo ni magumu, kwa hiyo inabidi kufanya maombi hayo ya mfungo. Na kwa nini Roho anafanya hivyo? Kwa sababu kitabu kile cha Warumi nane kumi na sita kinasema kwamba Roho mwenyewe hushuhudia ndani ya mioyo yetu kuwa sisi ni watoto wa Mungu, na kama si tu watoto wa Mungu, sisi tu warithi pamoja naye. Lakini kitabu cha Warumi sura ya nane mstari ule wa ishirini na nane inasema katika mambo yote Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa mema yote, wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hiyo Mungu huwa anafanya kazi na watu, na kama anafanya kazi na watu na kuna jambo ameliona haweza kwenye, kwenye levo ya familia au kwenye levo ya taifa au kwenye levo ya jamii fulani au mataifa fulani, na akaona hilo jambo ni gumu, Mungu huwa atatumia wale watu ambao ni makuhani wake katika hilo eneo husika makuhani katika eneo la familia, makuhani katika eneo la nchi, makuhani katika eneo la mkoa, au katika eneo lolote lile. Na ataweka mzigo wa kufunga kwa haraka, mzigo wa dharura. Roho Mtakatifu ataingiza mzigo wa dharura wa kufunga. Kwa hiyo, unashangaa, umekaa siku mpaka jioni, umefunga, unasikiliza, unasikia hamu ya kusikiliza nyimbo za kuabudu na kusifu Mungu. Wakati mwingine unakuta umeshaingia kuomba, hujui unachoomba, kama unanena kwa lugha tu, unanena kwa lugha, kumbe ni Roho Mtakatifu amekuingiza kwenye maombi ya masaa 12 bila wewe kujua na Warumi nane mstari ule wa ishirini na nane inaeleza kabisa kwamba katika mambo yote tunajua Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo kumbe unapokuwa haujala chakula huko kwenye maombi siku hiyo nzima, Mungu anakuwa anafanya kazi kule kwenye familia yenu immediately, anafanya kazi kwenye taifa, anafanya kazi kwenye nchi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo faida zake unaweza ukaepushwa na jambo baya lililo lopo mbele yenu. Unaweza utatiwa nguvu. Zaburi ya 105 mstari wa 4. Mtakieni Bwana na nguvu zake. Lakini kitabu kile cha Isaya arobaini na moja mstari wa kumi mpaka wa kumi na mbili inasema kwamba usiogope, maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nami nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu, nikwambia usiogope. Kwa hiyo utatengwa na hofu ukifanya haya maombi. Haya ya saa kumi na mbili kwanza, yanasababisha mtu anatengwa na hofu, lakini anaokolewa kwa ajili ya jambo baya ambalo lingetokea kwenye familia yao, anaepushwa na jambo baya au mkosi fulani upate ajali ghafla unashangaa umeanza safari yako wewe ni driver unashangaa usikie hamu ya kula kabisa unasikia hamu ya kuomba tu kumbe kati unavyoomba kuna kitu unaepushwa nacho unaweza ukakuta ungepata ajali sasa ukaepushwa na ajali ukaepushwa na mkosi wa kitu chochote tu kibaya lakini utapewa ufahamu Danieli sura ile ya pili mstari wa kumi na nane Danieli aliomba akapewa maono na mafunuo kuhusu ndoto ya Nebukadreza aliyoiota kwa hiyo ni kitu kizuri sana, tujitahidi sana kufunga na kuomba. Hii ya masaa kumi na mbili wala sio ngumu. Tufunge na kuomba na tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya jamii, na Mungu atakwenda kujifunua kwa viwango vikubwa, lakini atatutia nguvu, atatutia nguvu. Mungu akutie nguvu mahali popote ulipokuwa unatusikiliza, na tunaamini kupitia nguvu za Mungu ni bora zaidi. Sasa nataka niombe na wewe kwa muda mfupi, kabla sijamaliza sehemu hii ya tano ya maombi ya kufunga masaa kumi na mbili. Kama huja ukoka basi, unaweza ukarudia sala ambayo nitaiongoza na utampokea Yesu sasa hivi. Sema, e Bwana Yesu, naja na mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote, naomba sasa unifute jina langu kwenye kitabu cha mauti, ninakuomba uliandike upya jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ninakusihi Bwana Yesu, mwachilie Roho wako Mtakatifu achukue uongozi ndani yangu kuanzia sasa. Naahidi kukufuata siku zote za maisha yangu, nisaidie kusimama katika wokovu, katika jina la Yesu Kristo ninaamini kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu sasa. Amen. Kama umerudia sala hiyo tayari umeshaokoka. Sasa naomba kidogo na wewe maombi mafupi sana ya ushindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, utakatifu, utakatifu, Bwana wa majeshi, nchi na dunia, nchi yote na mbingu imejawa na utukufu wako. Tunakushukuru kwa ajili ya huyu mmoja aliyekubali kukupokea wewe na kukupa maisha yake. Tunamfunika kwa damu ya Yesu Kristo, damu ipitao kila damu, yenye nguvu kuliko damu zote. Tunavunja na kukataa kila aina ya madhabahu za kuzimu na roho zilizomshikilia kwa siri katika jina la Yesu nguvu zako zikamfungue kukote aliko ulimwenguni. Damu yako ipite na kuvunja kabisa kila ina roho zilizokuwa zinamshikilia zinamtesa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfungue na umbariki sasa. Naomba pia kwa ajili ya hawa ambao wamekuwa wabia wetu wanaosimama kwa ajili ya kuhakikisha vipindi hivi vinaenda hewani. Mungu wabariki katika jina la Yesu, wainulie msaada wako Bwana na uzikumbuke sadaka zao zote na kuwatakabali dhabihu zao na kuwapelekea msaada toka toka patakatifu pako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu bariki kila anayenyosha mkono wake kusaidia kipindi hiki kufikia watu ili watu wafunguliwe na kuokolewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usimsahau wewe Bwana. Katika jina Yesu, na mwaga damu ya Yesu juu ya mikono yake, na mwaga damu ya Yesu juu ya uzao wa tumbo lake na juu ya kazi za mikono yake. Nikiamini Mungu kupitia ujumbe wa leo kwa maombi haya ya kufunga masaa kumi na mbili hata wewe utaweza kuachilia roho mtakatifu katika msukumo ndani yake, na akaingia kuomba na kufunga masaa kumi na mbili kukusikia. Na atakapofanya hatua hiyo, naomba Bwana, ukapate kujidhihirisha na kujifunua kwa namna ya ajabu sana, ukifungua macho yake, ukifungua usikivu wake, ukifungua hatua zake, ukifungua kila kitu kilichofungwa kwenye maisha yake, ukimjaza nguvu na kumtia nguvu, ukimvusha katika mapito anayopita, ukimuinua na kumuimarisha katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba. Amen. Naweza ukatumia namba zinazopita kwenye kioo chako kuwasiliana nasi, au kama una sadaka yako tumia namba hizo. Sadaka hiyo itatusaidia kwa ajili ya kutengeneza vipindi vingi na viendelee kufikia watu wote ulimwenguni. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kutufuatilia. Amen.